Wale ambao mnalishwa ndotoni na agaiwa uh, vyakula mnakula, anakuja su shangazi yako anakugaia kasoda anakugaia kanyama kakuku, naomba uelewe ya kwamba unalishwa uchawi na vitu ambavyo vinakwenda kusumbua kwenye maisha yako. Sasa wale ambao mlikuwa mnahangaika kutaka kujua ni dawa gani itawasaidia ninyi kuondoa huo uchawi kwenye miili yenu, kuna dawa nimewaletea, imepanda boti. Hii dawa nimewaletea, hii dawa ije kwa ajili yenu, wale ambao mlikuwa mnanisumbua mnataka hii dawa. Hii dawa unaweza ukaitumia kwa kuinywa, sawa. Maelekezo yote nitawapa, utatumia, utakunywa na utakaa sawa, lakini naomba nikupe tahadhari ni, ni kwamba hii dawa haitumiwi ukiwa uko safarini, kwa sababu unakwenda kutapika chochote kile ambacho ni kibaya kwenye uh, tumbo lako, utakwenda kuharisha chochote kile ambacho ni kibaya kwenye tumbo lako. Kwa hiyo kama ulilishwa uchawi na chochote kile ambacho kinakuletea magonjwa hiki kitu kinakwenda kumaliza kila kitu sawa. nikadawa kaunga kadogo sana ambako kanakwenda kubadilisha maisha yako kwa namna kubwa sana, kwenye sekta ya uchawi kwenye mwili wako. DM hapo kama unataka hii dawa nitakufanyia uh, usaidizi wa kuipata. nawapenda sana Peace.